Ni furaha iliyoje kuwa nawe katika makala ya yaliyojiri wiki hii na miongoni mwa matukio makubwa ni pamoja na uchaguzi mkuu uliofanyika katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ambao uligubikwa na maandamano, mkutano wa Paris nchini Ufaransa kuhusu amani ya mashariki mwa DRC na eneo la maziwa makuu, siasa za nchini Kenya, Uganda, lakini pia mauaji yaliyotekelezwa na kundi la RSF nchini Sudan, kwa mujibu wa umoja Mataifa, hali nchini Cameroon baada ya rais mkongwe Paul Biya kutangazwa mshindi. Tutaangazia pia matokeo ya uchaguzi nchini Cote d'Ivoire, kurejelewa kwa mashambulizi nchini Ukraine na huko Israeli dhidi ya Hamas. Hayo ni miongoni mwa mengi utakayoyasikia. Naitwa Ruben Lukumbuka, karibu tuandamane hadi tamati. Msikilizaji, makala hii kwa sehemu kubwa itaangazia hali inavyoendelea katika jamhuri ya muungano wa Tanzania wakati na baada ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu siku ya Jumatano ya Oktoba 29. Rais Samia Suluhu Hassan siku hiyo asubuhi aliwahimiza wananchi kujitokeza kushiriki haki yao ya kimsingi, na alikuwa na kauli hii: nilikuwa nafuatilia zoezi hili toka asubuhi, na nimeona waandishi wa habari wako kote Tanzania wanaonyesha yanayotokea huko. Sasa baada ya kufuatilia na kupata picha, nikaona sasa ni wakati mwafaka kwa mimi kuja na kukamilisha zoezi hili. Wanataka niseme kwamba nami tayari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 Lakini siku hiyo, wakati wa mchana, msikilizaji, uchaguzi mkuu huo uligubikwa na vurugu katika baadhi ya maeneo, hasa katika jiji kuu la kibiashara la Dar es Salaam, Arusha na maeneo mengine. Waandamanaji walisikika wakisema wanataka nchi yao, wakipinga uchaguzi huo ambao waliutaja kuwa wa upande mmoja, huku makabiliano makali yakishuhudiwa na polisi kuanzia jioni mtandao wa intanet ulifungwa nchi nzima. Serikali nayo ikatangaza amri ya kutotoka nje katika jiji la Dar es Salaam kuanzia saa 12 jioni ya Jumatano hiyo. Kamilius Wambura ni inspekta jenerali wa polisi katika nchi hiyo, alisema kuwa kuanzia tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni wawe majumbani mwao. Hakuna mtu yoyote yule anayeruhusiwa kuonekana barabarani au kwenye mitaa yoyote ile kuanzia muda huo wa saa kumi na mbili niliyoutaja. Askari wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ndio pekee watakuwa barabarani na katika mitaa ya jiji hilo kwa kazi maalum. Asanteni sana. Na wakati hayo yakijiri, mkuu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ, jenerali Jacob J. Mkunda alilaani vurugu ambazo zimekuwa zikiendelea katika nchi hiyo tangu siku ya e Jumatano na kuwataja waandamanaji kuwa wahalifu, huku akisisitiza wa kuwa ni lazima utawala wa sheria uzingatiwe. Kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Ndugu wananchi, ikumbukwe kuwa nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria ambayo lazima izingatiwe na kuheshimiwa. Kutokana na hali hiyo, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania linawataka watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kuacha vitendo hivyo mara moja ili kuepusha madhara yasiyokuwa ya lazima kwa ustawi wa jamii na taifa letu. Hiyo ni sauti ya mkuu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania Jenerali Jacob Mkunda alipohutubia taifa kupitia shirika la taifa la utangazaji TBC. Nao Umoja wa Mataifa juma hili ulitoa wito kwa vyombo vya usalama katika nchi hiyo kujiepusha kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji ambapo pia umetaka kufanyika uchunguzi huru kuhusu vurugu za uchaguzi baada ya zoezi la kura kugubikwa na machafuko katika baadhi ya miji. Kufahamu zaidi, hii hapa taarifa ya mwanahabari wetu Emmanuel Makundi. Wakati huu idadi ya watu waliopoteza maisha tangu kuzuka kwa vurugu hizo ikiwa haijulikani, chama kikuu cha upinzani Chadema kimedai kuwa watu karibu 700 wameshauawa katika vurugu za siku tatu. Kauli ya Chadema inakaribiana na ile ya Tume ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa ambayo licha ya kutoweka wazi idadi ya watu waliopoteza maisha imesema inazo taarifa za kuaminika kuwa mamia ya watu wameuawa kwenye jiji la Dar es Salaam, Shinyanga na Morogoro, ambapo polisi wamekuwa wakitumia risasi za moto na mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji. Msemaji wa tume hiyo Sefu Magango waandishi wa habari kuwa ofisi yao inaguswa na taarifa za vifo na majeruhi vilivyotokana na vurugu za uchaguzi wa Jumatano ya wiki hii. Uchaguzi wa mwaka huu uligeuka vurugu katika jiji la Dar es Salaam baada ya raia kujitokeza kupinga kufanyika kwa uchaguzi huo wakitaka uhairishwe na kufanyika kwa marekebisho ya sheria za uchaguzi ikiwemo katiba ya nchi, vurugu ambazo zimesababisha jiji hilo kuwekwa katika hali ya makataa ya kutembea usiku huku huduma ya mtandao ikizimwa. Uchaguzi wa mwaka huu pia ulikuwa wa kihistoria, hasa kwa kuwa ni mara ya kwanza kwa rais Samia Suluhu Hassan kusimama kuomba kuchaguliwa katika nafasi ya juu ya nchi. Kampeni za mwaka huu kwa sehemu kubwa zikitawaliwa na chama tawala CCM huku vinara wakuu wa upinzani wakiwekwa kando, ikiwemo kuzuiliwa jela kwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo CHADEMA Tundu Lissu. Kwa mujibu wa wandani wa tume huru ya uchaguzi nchini humo, matokeo ya mwisho ya nafasi ya urais yatatangazwa, ambapo rais Samia anatarajiwa kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi uliokosolewa ndani na nje ya nchi hiyo. Wakati huu matokeo ya urais katika visiwa vya Zanzibar katika jamhuri ya, ya muungano wa Tanzania yakiwa tayari yametangazwa na rais wa sasa Hussein Ali Mwinyi kutangazwa mshindi kwa kupata asilimia 74 ya kura zote. Upinzani kwenye visiwa hivyo unapinga matokeo hayo. Katika hatua nyingine, chama cha wanasheria nchini Tanzania TLS kimekosoa hatua ya serikali kuendelea kudhibiti huduma za mtandao kikihoji uamuzi huo unasaidia nini katika kutafuta suluhu ya mzozo unaoendelea kwenye taifa hilo. Rais wa chama hicho Boniface Mwabukusi alisema anashangaa kuona serikali inashindwa kutoa kauli thabiti ya kutafuta mwafaka. Boniface Mwabukusi wajakaa kimya, wame wanaongea wenyewe, wanajifungulia wenyewe, wanajipa ya taimu wenyewe. Kwa hiyo ni vigumu sana kupata nafasi ya kuzungumza kueleza ni ukweli ni upi, lakini vijana, malalamiko ya vijana yanaoja ni ya kweli kuhusu uh, kuharibika kabisa kwa utaratibu za chaguzi ni madai ya kweli e, kwamba hata matokeo yanayotangazwa hayaashirii, sisi ndio tuko huku e, hayaashirii kabisa kile kinacho Eh, kilichokuwa labda kifanyika kwenye maeneo ya kupiga kura eh, ndo kile kile ambacho watu walikuwa wakiwa na wasiwasi. Awezekana tume ina majibu yake, au tayari na matokeo yake, ambayo inachofanya ni kuyasoma tu, kwa sababu sasa inachotaka kusema ni kwamba lazima dunia itambue kwamba nchi imefungwa, iko gizani, hatuwezi kuzungumza, hatuna mahali pa kutoa maoni. Kwa hiyo ni vigumu kusikia sauti mbadala isipokuwa sauti zao wenyewe. Ni sauti yake Bonifas Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania. Maandamano mengine makubwa yalishuhudiwa katika eneo la mpaka wa Namanga, taarifa zikisema majeruhi na watu kukamatwa na jeshi la polisi katika mji huo wa mpakani. Hali jijini Dar es Salaam inaripotiwa kuwa ni tulivu, huku jeshi la polisi likiendelea kudhibiti maeneo kadhaa kwenye mji huo wananchi wakisubiri kutangazwa kwa matokeo baadaye jumamosi hii namkutoka kule Tanzania. Na sasa tuelekee nchini Kenya, ambako wiki hii viongozi wa chama kikuu cha upinzani ODM walikubaliana kuendelea kushirikiana na serikali ya rais William Ruto hadi mwaka wa 2027. Kauli hii imekuja baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi wa chama hicho na aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Kenya wa zamani Raila Odinga kilichotokea karibu wiki mbili zilizopita. Edwin Sifuna ni katibu mkuu wa The party appeals to all members and all Kenyans, chama hicho, chama kinatoa wito kwa wanachama wote nchini Kenya sasa kuzingatia na kusherekea zawadi na ukuu wake na kwamba tufanye kwa jina la heshima yaliyekuwa kiongozi wetu kama urithi wa uongozi wake kujitolea kwake kwa, kwa nchi hii kama inavyostahili. Tunasisitiza dhamira ya dhati ya chama chetu kuendelea kuwa kwenye serikali hii shirikishi na tutakuwa hivyo mpaka mwaka 2027. Uhusiano wetu ukiongozwa na ajenda kumi ambazo tulizisaini ili kutafuta amani na utulivu wa nchi yetu. Kumekuwa na wasiwasi kuwa kifo cha Odinga kitakigawa chama hicho lakini viongozi wake wamesema watasalia kuwa kitu kimoja, wakati huu wakiongozwa kwa muda na seneta Oburu Odinga, kakake Raila Odinga RFI. Tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wiki hii serikali ya Kinshasa ilisitisha shughuli za chama cha rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila Kabange, PPRD kufuatia tangazo la wizara ya mambo ya ndani ambayo ina kituhumu chama hicho kushirikiana na waasi wa AFC M23 kutatiza usalama wa nchi. Wachambuzi wa mambo wanazungumzieje hatua wa hii? RFI Kiswahili. Ilizungumza na Francois Alwende, ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu, naye aliangazia hatua hii ya serikali ya Kinshasa akiwa Kenya. Ukweli ni kwamba serikali iliweza kuona kwa upande wa chama hicho kwamba ina uhusiano wa karibu sana na M23, ama kundi ambalo linakosesha sehemu ya mashariki mwa Kongo usalama, na pia kiongozi wake rais Kabila ambaye yuko na shida ya na serikali ya Kongo. So na ni vizuri kwamba ieleweke pia, kuna wale wakongomani ambao wako ndani ya chama hicho. Sasa ni vizuri pia kwa wakati mwingine kuelewa kwamba kupea wananchi haki ya kufanya e, yale ambayo wanatakiwa kufanya ni bora zaidi kuliko kuwafinyilia sana. Kulingana na tangazo hilo lililotiwa saini Oktoba 18 na kutumwa kwa katibu mkuu wa chama cha PPRD, kwamba chama hicho hakiruhusiwi kufanya siasa, uamuzi ambao umepingwa vikali na naibu katibu mkuu wa chama hicho wakili Ferdinand Kambere aliyedai uamuzi huo ni wa kisiasa na umekiuka sheria za nchi. Na kwa kuwa nimezungumzia DRC, ni kuwa wiki hii rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kuwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma kule mashariki mwa DRC utafunguliwa tena ili kuruhusu safari za ndege zitakazobeba misaada ya kibinadamu na Victor Abuso. Hatua hiyo ama tangazo hilo la rais Macron lilipingwa vikali na waasi wa AFC M23 na hali kadhalika waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe. Macron ametoa tangazo hilo siku ya Alhamis jijini Paris wakati wa kongamano la kimataifa la namna ya kurejesha amani kwenye nchi za ukanda wa maziwa makuu hasa mashariki mwa DRC. Uwanja huo wa ndege wa Goma ulifungwa mapema mwaka huu baada ya waasi wa M23 kudhibiti mji huo. Ujio wa misaada ya kibinadamu hasa chakula na dawa itakuwa ni aweni kubwa kwa mamilioni ya watu wanaohitaji misaada hiyo ya kibinadamu haraka. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Ndohungirehe amesema tangazo la Macron halitekelezeki kwa sababu wadau muhimu wa mzozo wa mashariki mwa DRC hawakuhudhuria kongamano hilo. Katika hatua nyingine, rais Macron amesema wahisani mbalimbali wameahidi kuchangia euro bilioni moja na laki tano ili kuwasaidia watu wanaohangaika baada ya vita mashariki mwa DRC na kukimbilia katika nchi za eneo la maziwa Makuu. Msikilizaji, shirika la afya duniani WHO limewashutumu wanamgambo wa RSF ambao wameudhibiti mji wa El Fasher kwamba wamewaua wagonjwa zaidi ya 460 katika hospitali ya mji huo kaskazini mwa jimbo la Darfur kaskazini. Ripoti hii imeshutumiwa vikali na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na vilevile jumuiya ya kimataifa. Katika hatua nyingine, kundi la RSF siku ya Ijumaa lilisema limefanikiwa kuwakamata wapiganaji wake kadhaa wanaotuhumiwa kutekeleza vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu wakati walipochukua mji wa El Fasher huku Umoja wa Mataifa ukisema kwamba mauaji bado yanaendelea kutekelezwa na kundi hilo. Na katika mataifa ya Afrika Magharibi na Kaskazini, tupige tochi yetu huko Kamerun ambako kiongozi wa upinzani Issa Chiroma Bakari ametupilia mbali matokeo yaliyotangazwa na baraza la kikatiba ambalo limtangaza rais Paul Biya kama mshindi wa uchaguzi wa Oktoba 12, mbi akiutaja ushindi huo kuwa wa kufikirika na hauna baraka za raia wa taifa hilo. Undani wa taarifa hii na Jupita Mayaka. Katika hotuba yake ya kwanza Jumanne jioni tangu baraza hilo kumtangaza Biya mshindi wa muhula wa nne, Chiroma amesema ukweli wa kura uko wazi na chama chake kilipata ushindi wa kura nyingi ambao pia ulikuwa ushindi wa raia wa Cameroon. Kuchaguliwa tena kwa Bia kumezidisha mvutano katika taifa hilo linalozalisha kakao na mafuta, wakosoaji wakimshutumu kwa kutumia taasisi za serikali ili kusalia madarakani. Tangu Jumatatu maandamano yameshuhudiwa katika miji kadhaa, huku takribani watu kumi wakiuawa kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari vya ndani. Chiroma katika hotuba yake kwenye Facebook hapo jana akitaka kukomeshwa mara moja kwa vitendo vya kinyama vya mauaji kukamatwa kiholela na vitisho, akisema hawaogopi vitisho na wataendelea na mapambano haya ya kijiri. Waziri wa mambo ya ndani wa Kamerun, Paul Atanga Nje, aliyemtuhumu Chiroma kwa kuchochea ghasia na uasi baada ya kujitangaza mshindi, tangazo la baraza la kikatiba kuhusu mshindi lilikuwa la mwisho na haliwezi kukatwa rufaa. Rais wa Alassandraman Watara naye ameshinda muhula wa nne katika uchaguzi ambapo wapinzani wake wawili wakubwa kubwa, Tijian na aliyekuwa rais wa nchi hiyo zamani Louren Gbabo walizuiwa kugombea. Wengineko duniani, huko Marekani wiki hii, rais wa Marekani Donald Trump alifanya ziara yake barani Asia, ambapo alikutana na kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Japani Sanae Takaichi. Katika mazungumzo yao, Japani ilisema itanunua bidhaa za kivita zikiwemo zana za kijeshi kutoka Marekani, kauli ambayo ilimfurahisha rais Donald Trump ambaye alisifia ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Donald Trump: We've tumepokea maagizo yako kwa kiasi kikubwa sana cha vifaa vipya vya kijeshi, na unajua kwamba tunatengeneza vifaa bora zaidi vya kijeshi duniani, jeti, makombora na kila kitu kingine, na tunatumai hatutahitaji kuvitumia sana, lakini tunathamini agizo hilo na tunatathmini sana biashara hiyo, na tutafanya biashara pamoja. Katika hatua nyingine, rais Trump alikutana na familia za raia wa Japani ambao ndugu zao walitekwa na Korea Kaskazini mwaka wa elfu mbili na mbili na kusema Marekani iko nao na itaendelea kushinikiza kupatikana kwa wapendwa wao. Na huko Israeli, msikilizaji, kundi la Hamas siku ya Alhamis lilikabidhi miili miwili ya mateka wa Israeli siku moja baada ya jeshi la Israeli kutekeleza mashambulio kwenye ukanda wa Gaza, hatua ambayo inatishia kuvunja mkataba wa usitishaji vita. Florence Kivuva alifuatilia kwa karibu taarifa hiyo, na hii hapa ripoti yake. Ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu imethibitisha kupokelewa kwa miili hiyo miwili kupitia shirika la msalaba mwekundu na sasa inasubiri kutambuliwa nchini Israel. Tangu kutiwa saini kwa mkataba wa kusitisha vita Oktoba tarehe 10, mashambulio ya jeshi la Israel yameendelea kwenye ukanda wa Gaza kwa madai ya Hamas kuvunja mkataba huo kwa kutowarejesha mateka wote waliopoteza maisha. Kati ya miili ya Waisrael 28 waliopaswa kurejeshwa hamas wamekabidhi tu miili ya mateka 15, kitendo ambacho kimeikasirisha Israel. nam Florence, haya alijiri wakati kulikuwa kumetolewa na ripoti kwamba jeshi la Israeli limewaua wapalestina 20 kwenye ukanda wa Gaza katika mashambulio ya hivi punde baada ya agizo la waziri mkuu Benjamin Netanyahu kuagiza hatua hiyo. Msikilizaji, ni kwa taarifa hiyo ndio nami natia nanga kwa makala haya ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka Ben Saleim, kwa heri.